Basi kwa dhati kabisa ya moyo wangu ninayo furaha kubwa kuwapongeza wahitimu wote ambao utawatunuku shahada zao katika mahafali haya. Hongereni sana. Kama ilivyo kawaida, tuanze kwa pamoja kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuwepo sisi hapa leo kuhudhuria tukio hili muhimu katika historia ya chuo chetu, kwa maana ya mahafali ya 46 ya Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine. Siku ya leo ni siku ambayo tunaenda kuhitimisha kozi eh, yetu kwa, zietu, kwa eh, na sherehe hii fupi ya mahafali. Kwa kweli ninayo furaha sana kuwa eh, miongoni mwa wahitimu wa Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine kwa mwaka 2025. Ah, shahada yangu hii ambayo nimeweza kuipata ya sayansi ya udongo inayohusiana na kilimo itaenda kuwa ni ah, mchango kwa jamii yetu hasa hasa jamii za Kiafrika, jamii ya Tanzania hasa katika eh, kilimo ili kuweza kuweza kufanya kilimo ambacho kitakuwa kilimo chenye tija lakini pia kilimo endelevu. Najisikia furaha sana kuihitimisha safari ya miaka mitatu nilioianza SUA, lakini pia najisikia vizuri sana kwa sababu nimejifunza mambo mengi kwa miaka yote mitatu niliokuwepo hapa. Ah, chuo cha Sokoine ni chuo bora, chuo ambacho kinatoa elimu bora sio tu kwa, kwa nadharia pia bali kwa vitendo kwa hiyo nawaasi, hata wanafunzi ambao wanatamani kuja kusoma SUA, msiogope. SUA ipo kwa ajili yenu, kwa ajili ya elimu bora, kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya jamii yetu.